Proteins ni muhimu sana. Kwa nini? Ukikosa hakutakuwa na neurotransmitter. Mm-hmm. Kwa hivyo utapata mtoto kama huyo, atachelewa kuongea, atachelewa kutembea, kutambaa, inaitwa delayed milestones. Mm. Kwa sababu hiyo information haipiti na tukiangalia swala lingine ni kwamba um, in what ways that lack of proper nutrition influence brain development and learning capacity in children? Haya, sasa hapo ni muhimu kwa sababu mtoto anaanza kukua akiwa kwenye tumbo ya mama, kwa hivyo mama pia kama hali chakula ambayo inafaa mtoto atakuwa affected. mm -hmm. Kwa hivyo the first 1000 days ya mtoto hiyo ni kutoka kwe kwenye tumbo mm -hmm. hadi ya kwe miaka mbili tatu mm -hmm. ni muhimu kwa sababu hapo ndio mwili yake sasa inakua mm -hmm. ndio inakua vizuri ka, uh, kwa sababu mtoto akawa around two three years ubongo wake ni 95% ya mtu mzima, kwa hivyo mm -hmm. unaona. Ina, ina grow yote akiwa bado mchanga. Mm. Ndio maana mtoto akawa mdogo utaona anaweza kushika vitu haraka haraka. Mm. Utasema jina moja alafu namsikia akitaja mm, the next second. mm -hmm. Kwa hivyo utapata kutoka mtoto awe uh, kwenye tumbo ya mama akili yake ubongo wake unaanza kumea akiwa wakati huo. Mm. Kwa hivyo the mother is supposed to eat healthy food mm -hmm. Kwa hivyo ndio maana akienda kwenye klinik atapewa kitu inaitwa folate folic acid mm -hmm. Hiyo folate inasaidia ubongo kukua mm -hmm. Kwa hivyo mtoto haki, ukipata hame, uh, mama ambaye ni mja mzito hajapata hiyo folate mm -hmm. Ubongo ya mtoto aitakuwa watazaliwa aidha wako na ubongo ndogo, utaona kichwa ni kama haina ah, shape, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ama imefunguka pia ama mm -hmm. Pia atakuwa na uh, takuwa na kama uh, a cyst or a growth kwenye mgongo mm -hmm. Kwa sababu ubongo imeshikana na spinal cord. Kwa hivyo ni inaanzia Uh, kutoka ujauzito au tena utoke mtoto akiwa ameshazaliwa. Mtoto akiwa ameshazaliwa anafaa nyonye peke yake miezi sita, miezi sita full, si nusu, si kwota. mm-hmm. kwa sababu hiyo maziwa ya mama iko na nutrients ambayo itasaidia mtoto kukua, iko na nutrients ambayo itasaidia ubongo kukua, so unapata wakati huo Uh, kwanza, with this time ya kuwa independent lady unataka kurudi kazi huko, miezi mitatu, mtoto hata hajanyonya vizuri, hajapata nutrients ambayo inafaa, ina wewe ndio unampa kwa sababu mm. wakati huo hawezi kula chakula kingine mm. So, kutoka hapo kama hata kula vizuri, utapata ubongake, ubongo wake haita grow ambavyo inafaa. Anatoa proteins kwako. Proteins tasaidia ubongo kukua. Anatoa vitamins kwako. Uh, Anatoa Immune system yake inatoka kwako, kwa hivyo mm. bongo yake itakuwa mm -hmm. tena utoke kutoka wakati wa kuwin, kuwin anze kula chakula mm -hmm. Mara nyingi unapata watu watapea watoto viazi ambavyo vimebondwa Mashten, mandizi ambavyo vimebondwa mm -hmm. Lakini unasahau mtoto anafaa kula the whole ambacho huu unakula, ukula ugali, mboga, mayai mm. mtoto anafaa kula ugali, mboga, mayai mm. ni venye tu itakuwa in small quantities na labda ile nye anaweza kutafuna ama kumeza mm -hmm, mm -hmm. Lakini juu unakula all the important parts of the meal pia mtoto anahitaji mm hizo -hmm. Kwa sababu ukiangalia ubongo wakati ambayo inakua, kuna vitu vingi zinahitajika. Tukianza na carbohydrates, ile glucose ambayo tulimention wakati wa ugonjwa wa mm -hmm. kisukari mm hiyo -hmm. ndo inasaidia ubongo, inapata nguvu. All cells in your body need energy hiyo enerji inatoka wapi? kwenye Glucose. Kwa sasa ukipata mtoto wako hana hiyo glucose, utapata mara nyingi ako tu, yani hana furaha, anakaa tu amechoka kila wakati, kwa sababu ubongo haina hiyo nguvu ambayo anahitaji tena ukitoka hapo uende kwa proteins. Proteins ni muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu hiyo protein inatumika kutengeneza vitu ambavyo vinaitwa neurotransmitters. Neurotransmitters ni kemikali ambazo zinatumika ku send information kwenye mm. brain mm, kutoka kwa nerve cell moja kwa nerve cell nyingine, itatumia hiyo neurotransmitter mm. Kwa hivyo kama hauna protein kwa mwili, hautakuwa na amino acid hiyo amino acid itaweza kutengene. Ukikosa, hakutakuwa na neurotransmitter mm -hmm. Kwa hivyo utapata mtoto kama huyo, atachelewa kuongea, atachelewa kutembea, kutambaa, inaitwa delayed milestones mm. kwa sababu hiyo information haipiti kwa ubongo. Tena utoke hapo, tuende hizo micronutrients, hiyo calcium hizo ions ambazo umewahi sikia, sodium ni muhimu, kwa sababu pia hizo zinatumika ku transmit information from one cell to another. Ukitoka hapo tena uende good fats, not just fat. Si ati mafuta mtu akunywa pana, lakini kuna mafuta nzuri, hiyo mm. mafuta inatumika kutengeneza kitu ambayo inaitwa myelin sheath. Myelin sheath inatumika pia ku pass information mm. kwa hivyo hivi vitu vyote ambavyo tunakula unasaidia nasaidia kwa ubongo kukua. Hmm. Sasa mara nyingi unapata mtoto akiwa na malnutrition, utapata hata kama alikuwa ameanza kutembea, ataregress, atarudi nyuma. Acha sasa kutembea. Mara nyingi utapata mzazi atakuja hospitalini aseme mtoto alikuwa anatembea lakini sasa saizi afanyi nini? Hatembei. Hmm. Alikuwa anakaa peke yake lakini saizi afanyi nini? Haezi hmm, kaa peke yake kwa sababu hiyo chakula ambacho unampea ama ambacho anafaa kula haisaidii ubongo kukua. So atachelewa mm. Naonaona kama ameanza kuchelewa kutembea ama kutambaa, wakati wa kusoma itakuaje? kweli kweli, atapata shida kuelewa vitu kwa sababu yeah, breni yake haija grow ambavyo inafaa kukua.